Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi, lakini vyombo vingine vya dola linaendelea kuimarisha usalama na linapenda kutoa taarifa kwamba usalama kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam na jiji kwa ujumla liko shwari, lakini polisi Dar es Salaam inatambua kuwa tarehe 31 mwezi Machi au tarehe moja mwezi Aprili mwaka huu wa 2025 kutegemea kuandama kwa mwezi kutakuwa na sikukuu ambayo inaambatana na shamra shamra kwa ajili ya siku ya Idi, kutokana na umuhimu wa sikukuu hiyo, Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewekea uzito sikukuu hiyo na limeimarisha usalama katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam. Maeneo yote ya fukwe yatakuwa na ulinzi wa kutosha, lakini pia kwenye mitaa yote ya katikati na pembezoni mwa jiji usalama utakuwa umeimarishwa kwa kiwango cha juu. Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba sikukuu hizi na wanaosherehekea wanasherekea kwa amani, lakini utulivu, ili sherehe ziweze kwenda vizuri. Hata hivyo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam halita sita, narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam halita sita kuchukua hatua kali za kisheria kwa dalili zozote za vitendo ambavyo vitakuwa vinataka kupelekea kutendeka kwa makosa ya kijinai lakini pia kutendeka kwa makosa ya usalama barabarani. Kwa hiyo jeshi litachukua hatua za haraka kwa madereva wote wa vyombo vya moto wenye tabia ya kupuuza na kukiuka sheria za usalama barabarani. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam halita sita kuchukua hatua kali za kisheria za haraka kwa dalili za vitendo vyovyote vya kijinai au kufanyika kwa vitendo vyovyote vya usalama barabarani ambavyo mara kadhaa vinasababishwa na madereva wa vyombo vya moto ambao hupuuza au kutozingatia sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa wito pia kwa wazazi na walezi wa watoto kutowaacha watoto kwenda katika kumbi na maeneo mengine mbalimbali ya starehe bila kuwa na uangalizi kwani kufanya hivyo kunaweza kupelekea watoto hawa wadogo kupotea au kupata ajali au kufanyiwa vitendo vinavyoweza kuhatarisha afya au maisha yao. Tunasisitiza watoto wasiachwe peke yao kutembea peke yao bila uangalizi ili kuepukana na ajali au mambo ambayo nimeeleza ambayo yanaweza kusababisha madhara kwa afya zao au kupata ajali au kupotea.